Hifadhi ya Taifa ya Mkomazi ni moja kati ya hifadhi ishirini na moja ambazo zinasimamiwa na Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania, TANAPA. Hila. Hili ni lango, lango jipya ambalo limezinduliwa hii leo na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania eh, Kassim Majaliwa Majaliwa. Leo tumeanza na eneo hili la mali asili na utalii. Kwa taasisi yetu ya TANAPA. TANAPA ndio taasisi kubwa nchini inayoshughulikia utalii Tanzania. TANAPA imeleta mafanikio makubwa kwenye sekta ya utalii. Tumekuwa na maeneo mengi yenye vivutio na tumeagawa katika maeneo kadhaa na taasisi mbalimbali TANAPA ikiwemo TANAPA amefanya maboresho makubwa nchini kwenye sekta ya utalii, na maboresho haya tumeanza kuona yanavyonufaisha wananchi wa nchi hii, lakini wenyeji wa maeneo ambako kuna hifadhi hizi wananufaika zaidi. Leo niko hapa Ndea kemu, tumeweka geti ili kurasimisha. Kila anayekuja hapa lazima apite hapa kwa lengo la ulinzi na usalama, tuwafahamu wanaoingia, tupate taarifa, lakini pia hata makusanyo yakusanywe vizuri. ya wageni takribani elfu tisa wanatembelea katika hifadhi hii ya taifa iliyoko hapa katika mkoa wa Kilimanjaro, kutoka wageni elfu tatu waliofanya hivyo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, kwamba Utalii katika kanda hii unafunguka utalii, unafunguka kwa sababu ya kwanza, urahisi wa kufika hifadhini. E, barabara imekuwa imekuwa nzuri, na juu ya yote tunaelimisha wa, wananchi kujaribu kufungua e, miradi ili kuweza kuongeza vipato vyao na kuwahudumia e, wanawageni wanapokuwa wanakuja kwetu. Lango hili lilijengwa kuanzia mwaka 2023 na kuisha 2024 na na leo limezinduliwa rasmi. Limegharimu shilingi milioni 350 na lilihusisha ujenzi wa jengo vio vya wageni pamoja na barabara kwa ajili ya kuingilia na mifumo ya tehama. Lengo kuu la lango hili ni kutoa fursa kwa wageni mbalimbali wanaotoka Arusha, Moshi, Mwanga, hata vijiji vya jirani kuweza kuingia Hifadhi ya Taifa Mkomazi kwa ajili ya kufanya shughuli za utalii, lakini na shughuli nyingine zozote za, za kijamii. Mambo kadhaa waziri mkuu ameyaagiza kwa shirika la hifadhi za taifa Tanzania, ingawa leo nimepata shida mtandao na mwagiza waziri wa mawasiliano aje kusambaza mtandao huku <coughs> ili wananchi pamoja na watalii wetu wapate mawasiliano. Hii ndio teknolojia mpya, ndio dunia tulionayo sasa, kwa hili halina mashaka. Kwani wapongeze TANAPA kwa kuimarisha mbuga hii na kwa kuboresha mazingira hapa ya kuingia mbugani kutoka hapa katika lango la Ndea lililopo hapa katika wilaya ya Mwanga, mkoa wa Kilimanjaro. Mimi ni Dickson Busagaga, Claus TV.